Naibu rais wa zamani na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amedai kuwa serikali imeanza kuwatenga wakulima wa kahawa na majani chai kutoka eneo la mlima Kenya. Kwa mujibu wake, wakati alipohudumu serikalini alihakikisha kuwa rasilimali za serikali ziligawiwa kwa usawa katika maeneo yote ya nchi. Kwa miwa waliwekewa 118 bilioni, tukasukuma with a lot of difficulty alikuwa hataki hiyo maneno lakini tukamsukuma, tukaweka, tukapitisha kwa cabinet. lakini nimeona kwa ile budget iko ameweka 2 billion peke yake, ile ingine 4.9 hakuna, na wale wengine aliwekea 118 billion. So there is no fairness kwa hiyo budget. hata hivyo, matamshi yake amezua mjadala mkali miongoni mwa wakulima wa miwa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. Wakulima hao wamedai kuwa kwa miaka mingi wakulima kutoka maeneo mengine walikuwa wakipewa kipaumbele serikalini huku wao wakiachwa nyuma na kashakwa. Sasa sisi, yeye mtu wa uongo, anasema uongo. Sasa tunaona ukweli wa Ruto. Hiyo vile alikuwa na rais pamoja au kukumbuka rais akuje Western. Lakini sasa vile walikosana rais akaona afanye kazi vizuri, wacha asonge kando sasa ndio ameanza kumpika vita fi. Wamemtaka Gachagua kuacha kutoa matamshi yanayoweza kuleta migawanyiko na badala yake ampe rais nafasi ya kutekeleza majukumu yake kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Sasa huyo mutu mzuri awachai na president afanye kazi ya yake, angoche 2030 vizuri. Wewe unataka president akikuja Mount Kenya anafanya, na akikuja unataka na Western, akitupatia bonus tupate kusomesha watoto tupate kuinuka kwa jua kali, unaanza kupika masiasa yako. Hiyo aidha, wamemuhimiza rais kuendelea kuwekeza katika sekta ya kilimo kwa manufaa ya wakulima wote nchini na pia kutoathiriwa na sauti za upinzani zinazoweza kudhoofisha juhudi za serikali tafadhali. Pre president endelea na kazi yako, wachana manina Gachagua, ende akae chini. Mimi kama mama mboga na kuendea, nitakupatia kura ingine tena. Nilisikia mzuri kwa nyumba yangu, hata mume wangu tukacheka jioni. Wazee munajua, Rais William Ruto amekuwa akisema kwamba serikali yake imo mbioni kuimarisha sekta ya kilimo nchini ile upinzani umekuwa ukipinga baadhi ya sera ambazo amekuwa akiweka kwenye sekta hiyo ikiwemo ubinafsishaji wa viwanda vya sukari. Upinzani umekuwa ukidai kwamba ubinafsishaji huo huenda ukahujumu uchumi wa maeneo husika. Ni kiripoti ya mtazamo wa dira ya runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.